Huyo katibu uh, asione kifo mkononi mwake bali aione neema ya Mheshimiwa Spika. Naomba kutangaza matokeo, na kabla hapo, naomba kutoa taarifa kuwa matokeo haya yamethibitishwa na Mheshimiwa Jacqueline Msongozi kutoka kambi ya walio wengi na Mheshimiwa Gnesta Kaiza kutoka kambi ya walio wachache. Mheshimiwa Spika, matokeo ni kama ifuatavyo: idadi ya kura za hapana sifuri, kura zilizoharibika 2, kura za ndio 369. Asante. Asante. Na hii inafanya idadi ya kura zote zilizopigwa kuwa 371. Hivyo Mheshimiwa Daktari Mwigulu Lamek Nchemba amethibitishwa na Bunge kuwa waziri mkuu kwa jumla ya kura 369. Mheshimiwa Mwigulu, karibu toa shukurani, na ukimaliza kaa kwenye kiti chako rasmi.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 Asanteni sana waheshimiwa wabunge.